Hivi, umewahi kujiuliza, kwa nini unaingia kwenye ChatGPT unaandika baadhi so, ya maelezo alafu inakuletea kitu cha tofauti kabisa ambacho hukutarajia. So, karibu Tech Kijanja, sehemu sahihi ya kuchambua tech kwa lugha nyepesi ya Kiswahili, yani tunasema tech in Swahili. Leo naenda kukuonyesha ni kitu gani ambacho kinasababisha wewe unaandika baadhi ya vitu kwenye ChatGPT, lakini inakuletea vitu ambavyo ni tofauti, ambavyo haukuvitarajia, na hili tatizo limekuwa sio kwenye ChatGPT tu kwenye tuzi nyingi kama Gemini, aina tuzi zingine zote ambazo unaandika kitu ambacho yani una, una, unafikiria kitu fulani, lakini yenyewe inakuletea kitu fulani. So, twende darasani tukajifunze ni kitu gani hiko ambacho kinakosekana hapo kwenye maandishi yako ambacho kinapelekea mpaka unaandika kitu, inakuletea kitu ambacho hauku kitarajia. So, twende moja kwa moja. Kama uja subscribe, wengu fanya hivyo. Subscribe ili ungane kabisa kwenye channel hii. Sasa, naomba nikuambie kitu. Kitu ambacho uenda labda ulikuwa ukijui. Kuna, kuna, kuna kitu ambacho kinaitwa prompt. Prompt ni, ni namna unavyo, unavyoamrisha. Yani unapoamrisha ni kama vile ulivyozungumza kwamba na, naandika kitu fulani lakini hainiletei matokeo ya, yanayotaka ya, ya, ya, yale, maandishi tu ni prompt. Sasa kuijua hiyo prompt ni jambo moja. Mona, ukiandika mane, maneno madogo itakuletea maneno madogo hayo hayo uliyoyatarajia, tena huenda hata sikuletee kitu ambacho ulifanyaji ulichokitarajia. Ni kwa sababu gani? Kuna sababu ambayo inapelekea haikupi hivyo vitu ambavyo unatarajia. Sababu hiyo inaitwaje? Sababu hiyo inaitwa kwamba haujaipa maagizo ambayo unahitaji ikupatie. Sasa maagizo hayo inaitwaje? Maagizo hayo inaitwa prompt engineering yani, hiyo inaitwa prompt engineering. Sasa prompt engineering imegawanyika ime, ime, ime na, na, na, na, na makundi mangapi? Prompt engineering imegawanyika na makundi manne, si imegawanyika na makundi manne? Nitaenda kuku, kukuambia kiufupi ufupi tu ma makundi haya manne, ili kama utaelewa mengine utayapata kabisa. Kuna kozi ambayo tayari nimeshaitengeneza kinani hapo, kuna video nzima kabisa, video nzima nimeiandaa, nime iko hapo, unaweza ukaiangalia hapo. Video ndefu kabisa nimechambua prompt engineering ni kitu gani na jinsi ambavyo unaweza ukajifunza. Sasa prompt engineering kiufupi tu, kama ninavyokuelekeza, imegawanyika kwenye makundi manne. Kundi la kwanza linaitwa rule. Rule ni, ni maagizo. Na kundi la pili linaitwa na kundi la pili linaitwa task. Task ni kwamba ikafanye kitu gani. Yaani unaambia, ikafanye kitu gani. Ile ya kwanza rule ni nyazifa. Yaani umeipa nyazifa. Umeipa nyazifa. Alafu rule, hii taski, taski ni maagizo. Alafu ya tatu inaitwa contracts. Contracts hii unaiagiza kwenda kufanya kitu gani? Yes, unaenda kuagiza kufanya kitu gani. Alafu ya nne kabisa inaitwa output. Output kwamba ikuletee kitu gani, yani inakuletea, yani kuletee, umeipa kitu fulani ume, kwanza umempa nyazifa umempa agizo, alafu afanye mchakato upi, ile ile contracts, tunaweza tukaiweka kwenye kwenye processing kwenye processing, kwamba ikachakate ikachakate kitu gani, alafu kuna output, output ikuletee kitu gani? You see hapo utaanza kunielewa. Kama utaelewa zaidi, ingia kwenye video yangu hapo, nimeeleza kila kitu, namna ambavyo unaweza ukajifunza pia hiyo prompt engineering. Kwa hiyo hayo ndio hayo ndio kiufupi zaidi ambayo nimekupa. Hicho ndio kinachokosekana ambacho ukiingia kwenye chat GPT ukamwambia maelezo, inakuletea vitu ambavyo ni vya tofauti kwao. Ukijua hiyo misingi minne ya prompt engineering tayari utaimasti na utajua namna ya kufanyeje ya kuongea na ChatGPT vizuri, ili ya kuletee mambo ambayo unayataka. So kama bado hujatazama video yangu hiyo, itazame hiyo video, itakusaidia sana, kwa sababu pale nimeeleza kila kitu, jinsi ambavyo unavyoweza kuanza kuzitumia hizo prompt engineering, na namna ambavyo unaweza ukafanyeje uka nimetoa mpaka na mifano mikubwa kabisa, mifano halisi ambayo unaweza ukajifunza hemo. Kwa hiyo click hapo uangalie hiyo video mpaka mwisho, uta, uta, utaanza kuona, utaanza kujua na maanisha nini, utaanza kujua prompt engineering ni kitu gani. Hii ni Tech Janja, sehemu sahihi ya kuchambua tech kwa lugha nyepesi ya Kiswahili. Yaani tunasema tech in Swahili. Kama bado hujasubscribe, hebu fanya hiyo subscribe ili kuungana na familia hii kubwa, say goodbye.